Aiji weyo Mchinga ya maendeleo ya mama Salma, maa ni mama, mama, mama yetu maa, tunakupenda sana mama, we mpaka waje mwenyewe Mheshimiwa Dkt. Samia, Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea Urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu wa CCM, Ndugu Alhaji Hassan Jarufu, mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Lindi, wajumbe wa Kamati Kuu na Halmashauri Kuu ya Taifa ya CCM mliopo, Ndugu Bakari Albwatamu, mwenyekiti wa CCM wilaya Lindi Mjini, Ndugu wajumbe wa kamati ya siasa za mkoa na wilaya, wagombea wenzangu Waubunge, wa ubunge wa mkoa wetu wa Lindi, wagombea udiwani Lindi manispaa, wana m wenzangu, wananchi wenzangu wa jimbo la Mchinga, kidum Chama cha Mapinduzi, sm oye, kazi na utu, Mweshimiwa Rais na mgombea wa urais wa siem, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuturuzuku hai na afya njema na kutuwezesha ukutana hapa siku ya leo. Leo ni siku ya furaha sana kwetu sisi wanamchinga kwa kumpokea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa mgombea wa urais wa Tanzania. Ni mara ya pili sisi kupata bahati hii jimboni kwetu Mchinga, lakini safari ni tofauti na ya mara ya kwanza mheshimiwa alipokuja kama makamu wa rais na mgombea mwenza ishirini ishirini. Leo anakuja akiwa mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi oye, sisi wanamchinga tunakushukuru kwa ukarimu na upendo wako kwetu, tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu akulinde na, ku, na kukuongoza umalize salama kampeni hizi na kupata ushindi mkubwa unaolingana na ukubwa na heshima kwa chama chetu chama cha Mapinduzi. Hapa nina maana ya ushindi mnono kwako, mgombea urais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa wagombea udiwani wa CCM na mimi mbunge wao Salma Rashid Kikwete. Mheshimiwa, kwa niaba ya wananchi wa Jimbo la Mchinga natoa shukrani maalum kwako na kwa chama chetu CCM kupanga kufanya mkutano wa kampeni hapa Mchinga. Mmetupa heshima kubwa ambayo tutaikumbuka kwa miaka mingi ijayo. Mimi binafsi, wana CCM, wananchi wa Jimbo la Mchinga tumefurahi na kufarijika sana. Umetuonesha upendo wa hali ya juu ambao hatujui ni kwa namna gani tutaweza kukulipa. Shukrani yetu itaonekana kwenye masanduku ya kura tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Samia mitano. Niruhusu pia niwashukuru wanachama na wapenzi wa CCM na wananchi wa Jimbo la Mchinga kwa kujitokeza kwa wingi katika mkutano wetu wa leo. Mmetuonesha mapenzi makubwa sana kwa rais wetu kipenzi na mgombea urais wa CCM katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ni matumaini yangu kwamba tarehe 29 Oktoba 2025 mtajitokeza kwa wingi kutiki kwa Daktari Samia Suluhu Hassan ili aendelee kwa rais wa nchi yetu mtajitokeza kwa wingi kutiki kwangu Salma Rashid Kikwete ili niendelee kuwatumikia kama mbunge wa jimbo la Mchinga na mtajitokeza kwa wingi kutiki kwa wagombea wote wa udiwani wa chama cha Mapinduzi Oktoba tunatiki Oktoba tunatiki kwa daktari Samia Suluhu Hassan tunatiki kwa Salma Rashid Kikwete tunatiki kwa madiwani wote wa CCM tunatiki CCM oye mheshimiwa rais na mgombea wa uraisi wa CCM jimbo letu la mchinga katika halmashauri ya manispaa ya lindi lina wananchi wapatao 79,030 kwa mujibu wa sensa ya 2022 waishio katika kata 11 vijiji 47 na vitongoji 236 pia kuna matawi ya CCM 60 na mashina mia tatu ishirini na mawili. Nafurahi kukuarifu kuwa katika miaka yangu mitano ya ubunge wa jimbo letu la Mchinga nimetembelea vijiji vyote 47 na takriban vitongoji vyote isipokuwa vichache kama vipo, tena nimetembelea mara kadhaa na kukaa na kuzungumza na wananchi. Napenda kukupongeza na kukushukuru wewe binafsi na serikali ya CCM unayoiongoza kwa umakini na umahiri na kwa kazi kubwa na nzuri iliyofanyika jimboni kwetu katika kipindi cha uongozi wako. Hali ilivyo leo sio ile iliyokuwepo kipindi mimi nilipochaguliwa kuwa mbunge Oktoba 2020 na wewe ulipo, ulipokea uongozi wa nchi yetu Machi 2021. Changamoto mbalimbali zinazowakabili wananchi wa jimbo hili nimeshughulikia, zimeshughulikiwa kwa dhati kabisa. Yapo mambo yameweza kupatiwa ufumbuzi, yapo ambayo bado yanaendelea kushughulikia tena kwa namna ambayo inawapa matumaini kuwa jawabu litapatikana. Wananchi wana matumaini makubwa kwamba katika miaka yako mitano ijayo ya uongozi wako mambo yatakuwa mazuri zaidi. Ndiyo maana tunasema kwa kujiamini kuwa Mchinga kuchele na yajayo yanafurahisha na ndiyo sababu tunasema samia suluhu hassan mitano tena mweshimiwa rais na mgombea urais wa sisi tumepata mafanikio yanayoonekana kwa upande wa upatikanaji wa huduma za maji afya elimu miundombinu ya barabara miundombinu ya simu na, mingi, na mengine mengi mafanikio hayo yamerahisisha na kuboresha maisha ya Wanamchinga. Hata hivyo, bado tuna kazi kubwa ya kufanya mbele yetu. Ni imani yangu kwamba baada ya Wanamchinga kukupa kura nyingi za kishindo Oktoba 29, 2025, katika miaka mitano ijayo mambo makubwa yatafanyika. Mheshimiwa Rais, orodha ya mafanikio ni ndefu na kwa ufinyu wa muda itataja baadhi nitataja baadhi ya miradi iliyotekelezwa na serikali yako ndani ya jimbo la Mchinga. Kwa upande wa maji, tumeshuhudia utekelezaji kwa vitendo wa dhamira yako ya kumtua mwanamke ndoo kichwani. Tunaishukuru serikali ya awamu ya sita kwa kutupa mradi mkubwa wa maji kutoka Ngapa hadi Mchinga ambao uligharimu zaidi ya bilioni kumi na mbili nukta nne na huu mradi ni mradi wa kihistoria tangia uhuru. Tulikuwa hatuna maji, Wanamchinga walikuwa wanachota maji ya visima, hawajui bomba, hawajui nini. Mradi huu umeleta ukombozi mkubwa kwa Wanamchinga na ndio maana tunakushukuru sana. Kwa sasa mradi huo unanufaisha wananchi wa vijiji vya Mchinga Moja, Mchinga Mbili na Ruvu, lakini lengo la mradi huu ni kufikisha maji mpaka vijiji vyote vya kata ya Kilolambwani na kata ya Mvuleni B, yaani vijiji vya Kilolambwani, Dimba, Mnang'ole, Malo, Mvuleni A, Mvuleni B, Mvuleni Mashariki na Kijiweni. Kazi inaendelea pamoja na mradi huo, kama miradi mingine ya maji katika maeneo mbalimbali ya jimbo hili. Mfano ni vijiji vya Nangaru corridor Mipingo, Matapwa pamoja na Nanjime, ambako wakandarasi sasa hivi wako saiti na kazi inaendelea. Nani kama Mama Samia? Vile vile kwa upande wa vijiji vya Namkongo, Mtumbikile na Makumba, nina imani kwa kura tutakazokupa wanamchinga, tatizo hilo litaweza kubaki historia au kubaki sehemu ndogo sana miaka mitano ijayo. Mheshimiwa Rais na mgombea urais wa CCM, yeah. Kwa upande wa miundombinu ya barabara, katika miaka mitano ya uongozi wako, tumeshuhudia kazi ya kutia matumaini ikifanyika kutatua changamoto hii. Madaraja kadhaa yamejengwa miongoni ya ikiwemo daraja la Mangoma katika kijiji cha Mnyangara pamoja na la Milola, la Uleka na la Matimba pia vivuko vya watembea kwa miguu wa Mchinga na Sinde vimejengwa. CCM oye! Kwa mara ya kwanza katika historia ya jimbo la Mchinga, mtu anaweza kutoka upande mmoja hadi mwingine wa jimbo bila kupitia Lindi mjini. Hii ni baada ya kujengwa kwa barabara ya kutoka Moka hadi Mtumbikile. Huu ni ushindi mkubwa kwako na kwa chama chetu CCM oye! Kwa bahati mbaya, miundombinu hii mizuri iliharibiwa na kimbunga Idai, lakini nipende kuishukuru serikali yako kupitia TARURA kwa kuanza kufanya marekebisho. Kazi inaendelea na nina imani kuwa miaka mitano ijayo, hali itakuwa nzuri zaidi. Ni matarajio yangu kuwa awamu ijayo serikali yako itafanya uboreshaji mkubwa wa barabara za vijiji vya Kiwawa, Mputwa, na Mkongo, Makangara, Luchemi na Mnyangara ili barabara zake ziweze kupitika vipindi vyote vya mwaka. Kwa upande wa huduma ya afya, katika miaka mitano ya uongozi wako tumefanikiwa kujenga zahanati za anatiza, na Mtamba, na Mkongo, Kilangala B, Mkwajuni, Ruwima na kituo cha afya kimoja cha Mvuleni. Hii imesaidia kuimarisha afya za wananchi wanaohudumiwa zahanati hizi na kituo hicho cha afya. Zimesaidia sana kuokoa maisha ya kina mama wajawazito na watoto wachanga na wenye umri chini ya miaka mitano. Nasema asante sana mama. Ombi letu ni kuwa katika miaka mitano ijayo, tunaomba kujengewa vituo vya afya na zahanati katika maeneo yenye uhitaji. Tunashukuru hatua za awali za ujenzi zimeanza kwa vituo vya afya vya Nangaru na Rutamba. Sambamba na hilo, tunaomba kuongezewa madaktari na wauguzi pamoja na dawa na vifaa tiba vya kutosha katika zahanati za vituo vya Jimbo la Mchinga. Mheshimiwa Rais na mgombea urais wa sisi. Kwa upande wa elimu, yaliyofanyika katika kipindi cha uongozi wako ni kama miujiza mikubwa. Haijawahi kutokea. Shule za msingi saba zimejengwa katika vijiji vya Ruchemi, Rege za Mwendo, Miche, Kingurungundwa, Rutamba, na sasa Runyu na Malo. Ombi letu katika miaka mitano ijayo, tunaomba kuboresha miundombinu mingine ya elimu sambamba na kuongezewa idadi ya walimu, vitabu na mahitaji mengine ya kufundishia na kujifunzia. Kwa upande wa elimu ya sekondari Shule mpya za sekondari tano zimejengwa katika vijiji vya Kilolambwani, Kilangala, Kiwawa na Nangaro. Aidha, ujenzi wa shule hizo za msingi na sekondari umeenda sambamba na ujenzi wa nyumba za walimu. Ni kuombe katika miaka mitano ijayo kutuongezea nyumba za walimu ili kuepusha usumbufu wa walimu kusafiri kutoka mbali. Mheshimiwa Rais na mgombea wa urais Ningekuwa na uwezo hili ningelitamka kwa herufi kubwa, kuonyesha furaha na shukrani zetu nyingi sana zisizopimika kwa, tuna kushukuru kwa uamuzi wa busara wa kujenga shule maalum kwa wasichana kwa masomo ya sayansi, moja kwa kila mkoa. Kwa upande wa umeme, viko vijiji 13 ambavyo havikuwa kabisa na umeme sasa hivi vimeunganishwa na huduma hiyo muhimu ya kuongeza kasi za maendeleo. Vijiji hivyo ni kama Mnyangara, Kiwawa, Mputwa na Mkongo, Kitohavidimba, Ruvulimiro, Ruoma, Makangara, Matapwa na Mtamba na Rucheni. Hii maana yake ni kwamba vijiji vyote arobaini na saba katika jimbo letu la Mchinga sasa vina umeme. Tumebakiza vitongoji thelathini na viwili tu kati ya vitongoji mia mbili na thelathini na sita ambavyo serikali yako imeshatoa fedha na wakandarasi wanaendelea na kazi ya kuunganisha. Ndugu Mgombea wa Urais, kwa upande wa mikopo ya halmashauri kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu jumla ya vikundi thelathini na sita vimenufaika na pesa jumla ya shilingi milioni 119.9 zimetolewa. Pia tunaishukuru Tasafu kwa kuendelea kuchangia maendeleo katika Jimbo la Mchinga. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya kaya elfu tano zimenufaika. Katika kipindi cha miaka mitano ijayo, tunaiomba serikali ya CCM itakayoongozwa utakayoiongoza, tunaamini utashinda kwa asilimia 99.999, kuendeleza sera hii ya mikopo ya halmashauri kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu na ikiwezekana iongezeke na, ku, na kuvifikia vikundi vingi zaidi. Vile vile tutakushukuru iwapo idadi ya kaya zinazonufaika na TASAF katika jimbo letu la Mchinga zitaongezwa. Pia nafurahi kukuarifu kuwa huduma ya simu imeendelea kuboreshwa jimboni. Maeneo mengi yamefikiwa ambapo hapo awali yalikuwa hayana hayana huduma hiyo, na kitu kwa lugha ya zauku kwetu watu walikuwa wanapanda juu ya wanasema wanakwenda kujitega kutafuta laini. Mheshimiwa Rais, sasa hivi hakuna kujitega tena, simu zote zipo. Asante sana Mheshimiwa Rais. Kwa upande wa michezo, tumeendelea kushuhudia jitihada zako kubwa za kuendeleza michezo nchini. Kwa upande wangu, nimekuwa na gawa mipira, jezi na vifaa vya michezo kwa vijana na baadhi ya timu hapa jimboni kwetu Nitajitahidi kuendeleza jitihada hizo katika miaka mitano ijayo, iwapo nitachaguliwa, au iwapo wana Mchinga watanipa ridhaa hiyo. Dhamira yangu ni kuona timu kutoka jimbo la Mchinga inashiriki ligi kuu ya Tanzania. Tutakapoona unaweza kutusaidia, tutaomba utushike mkono, Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa rais na mgombea wa urais CCM. mwisho lakini si mwisho kwa umuhimu hapa jimboni kwetu tulikuwa tunakabiliwa na changamoto ya usalama wa raia na mali zao hii ilihusu tatizo kubwa la uvamizi wa ndovu katika mashamba na makazi ya watu wamekuwa wakiharibu mazao hata kujeruhi na kuua watu nipende kuchukua fursa hii kukushukuru sana Mheshimiwa Rais na mgombea urais, ndugu zangu kutoka katika, katika kata za Mchinga, Kilangala, Milola na Ngaru, Matimba, Kiwawa, Mipingo, Kitomanga, Mvuleni, Kilolambwani na Rutamba wameniagiza niwasilishe kuto, kutoa maombi matatu muhimu. Jambo la kwanza Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, walichoniagiza Wanamchinga, wanaomba kuwa iwapo utafikiria kugawa maeneo ya utawala, sisi Wanamchinga utufikirie kupata halmashauri. Vikao <laughs> vya ngazi ya wilaya na mkoa yamepitisha maombi haya na tayari yamefikishwa wizarani. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais wetu mpendwa, ni kuhusu kilimo. Wananchi wa jimbo letu la Mchinga ni wakulima, wanaishukuru serikali kwa kuandaa mradi wa umwagiliaji wenye thamani zaidi ya bilioni 30. mkataba wa mradi huu umesainiwa, tunaomba msukumo ufanyike ili mkandarasi aweze kuanza kazi ya utekelezaji. Aidha, tunashukuru sana kwa ruzuku ya pembejeo, imetusaidia sana kuongeza uzalishaji kwa upande wa zao la korosho, ufuta, mbaazi na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Tunaomba mpango huu udumishwe. CCM oye! Ombi la tatu ni la wananchi wanaotegemea bahari kwa shughuli za uvuvi wanaomba msaada wa kupata vyombo na zana bora za uvuvi ili waongeze kipato na kuinua hali za maisha yao. Pia kuna maombi ya msaada wa kuendeleza kilimo cha mwani. Wanawake hawa wanalima sana mwani, mwani ni mkombozi kwa wanawake kuwaondoa kwenye umaskini. Mheshimiwa Rais na mgombea urais, napenda ukuhakikishia kuwa wananchi wa Jimbo la Mchinga ni watu wema na wenye mapenzi makubwa na wewe na Chama cha Mapinduzi. Tunaomba ufahamu kuwa tarehe 29 Oktoba 2025 tutaenda kuandika historia mpya katika jimbo letu. Tutahakikisha kuwa utapata kura za kishindo, wewe kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ili uendelee kuongoza miaka mingine mitano. Hii itakuwa ndiyo shukrani yetu kwako kwa mema mengi uliotufanyia katika uongozi wako wa serikali ya awamu ya sita. Naomba kutumia nafasi hii kuwaomba wananchi wa jimbo la Mchinga wanichague niendelee kuwatumikia kama mgombea wa jimbo hili. Tumeshirikiana vyema katika miaka hii mitano, ni nimewaitikia kila mliponiita nimewatembelea watembe, nime na kuwasikiliza kwa yale mliyo yataka nifanye. Ninawaahidi nitaendelea kuwa mtumishi wenu mwema. Vile vile, naomba tuwachague wagombea wa udiwani wa Chama cha Mapinduzi, tuhakikisha tunapata mafiga matatu. Rais kutoka CCM ambaye si mwingine bali ni Dkt. Samia Suluhu Hassan Tumpe kura mama, tumpe kura Hai. Tumpe kura mama, tumpe kura mama. Samia atuongoze kwenye taifa letu la Tanzania. Mikono juu, mikono juu, mikono juu, bendera juu, bendera juu, bendera juu, mikono juu kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Oktoba tunafanya nini? tuna tiki samia suluhu hassan oye mama samia suluhu hassan mitano tena madiwani mitano tena salma rashid kikwete salma rashid kikwete ssim oye nikupe salamu mimi nina mume si mwingine bai ni daktari jakaya mrisho kikwete Daktari Jakaya Mrisho Kikwete anakupa salamu nyingi za dhati, kwa sababu ana kazi nyingine nje ya Tanzania. Anasema kama sivyo angekuwepo hapa kunisindikiza mimi na kukupokea wewe kama, kama mwanalindi na kama, na kama mume wa Salma Rashid Kikwete anakutakia kila laheri na mafanikio makubwa. Asante sana, mama. Mwisho wa maneno hayo, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asante hatujisumu hatujinyongi.